Mpendwa mtazamaji wa Tanzania ITV, hujambo? Kabla ya taarifa hizi za asili kubwa na kuomba uchukue sekunde moja tu, na uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu Tanzania sasa hivi, habari ambazo tumezipokea ni za kutisha. Aliyekuwa rais katika taifa la Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete inadaiwa kumnyang'anya rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kiti cha urais. Kuna siri hapa ambayo tunaenda kuifichua hata wewe mtazamaji, utaiona moja kwa moja. Na sasa hivi Tanzania haikaliki kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea. Naomba kusoma ujumbe ambao umeandikwa na mwanasiasa wa mrengo wa upinzani nchini Tanzania ambaye anaitwa Godbless Lema katika mtandao wa kijamii wa X, ukipenda Twitter, akaandika hivi: napenda jinsi unavyo behave mheshimiwa Kikwete Honestly, ukiangalia movement zako unaweza kudhani wewe bado ni sitting president, kama hisi Immunity. Pasi, the level of confidence is presidential deluxe. Hadi katiba inaweza kuwa inasema kimoyo moyo, hold on who is in charge? Ai. Hapo chini Daktari Kikwete kwenye sherehe za uzinduzi jengo la uhamiaji. Huyo ambaye ameandika anaitwa Godbless Lema, mwanasiasa wa mrengo wa upinzani. Wakati Lema anapoandika matamshi haya ni wazi kwamba yule ambaye ni rais kwa sasa ni Jakaya Murisho Kikwete. Kwa nini Suluhu aonekani licha ya kufunga safari kuelekea Zanzibar kwa mwezi mmoja sasa? Kikwete alionekana yeye mwenyewe akiju, akichukua majukumu ambayo yanastahili kufanywa na rais Samia Suluhu Hassan. Kikwete ni mstaafu wa kiti cha urais, lakini sasa hivi analindwa na polisi, hapo ni sawa. Anapigiwa saluti hapo ni sawa. Mbona lakini anatembea na maafisa wa serikali ya Samia Suluhu Hassan? Mbona anazindua miradi ambayo inastahili kufunguliwa ama kuzinduliwa na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan? Siku moja iliyopita tu Kikwete alikuwa kule Zanzibar, alikuwa ameandamana na waziri wa mambo ya ndani na nje ambaye anaitwa George Simbachawene, akaandamana na Jenerali Ann Makakala, akaandamana na Waziri Mkuu Mwigulu, akachukua jukumu la kuzindua jengo la afisi ya uhamiaji na makazi ya askari lililopo wilayani Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba, ikiwa ni sehemu ya sherehe za maadhimisho ya sherehe za miaka sitini na miwili ya mapinduzi ya Zanzibar. Ndio maana Lema anajiuliza maswali haya mbona Honestly, ukiangalia movement za Jakaya Mrisho Kikwete unaweza dhani yeye ni sitting president kwa kile ambacho anaendelea kukifanya Tanzania na Zanzibar. Kama sio impunity, basi level of confidence is presidential relax. Nani amemkabidhi majukumu haya? Amejikabidhi yeye mwenyewe? Ama ni Samia Suluhu Hassan amemkabidhi majukumu ya kuzindua miradi ambayo inastahili kuzinduliwa na Rais Samia Suluhu Hassan? Sasa kazi ya Samia ni gani, na ni kwa nini Jakaya anachukua fursa ya kufanya miradi hii? Kwa sababu yeye ni mwanasiasa, yeye ni kiongozi, aliwahi kuwa rais na anaelewa vile katiba inafanya kazi, na mbona anakiuka katiba hiyo ya Tanzania ambayo tuliweza ku kuwa nayo kuanzia mwaka elfu moja mia kenda sabini na saba. Hata sisi wakati tupo hapa Mbeya, tunajiuliza maswali, nani huyu ambaye ni rais? Hii inaonyesha wazi kwamba hata uchaguzi uliopita wa ishirini na tisa Oktoba mwaka jana haukuwa wa haki, demokrasia na uwazi, kwa sababu hakuna yule ambaye aliweza kuchaguliwa kuwa rais, kwa sababu siku hiyo watu walikuwa wanaandamana, siku hiyo Uh, vituo vya upigaji kura viliweza kuharibiwa siku hiyo, makaratasi ya upigaji kura yaliweza kusambaratishwa na kutupwa na kutapakaa katika barabara za maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, kumaanisha yule ambaye aliweza kutangazwa baadaye sio rais. Hata sasa tumeanza kuona vile hali ilivyo, kazi ila na staili kutufanyia sisi Watanzania. Haifanyi hii ni impunity. Mbona Jakaya Mrisho Kikwete anazindua miradi mikubwa ya nguvu na anapigiwa salute na askari heshima zote, anatembea na mawaziri, anatembea na jenerali, pamoja na hata mtoto wake mwenyewe wako katika serikali mekabidhiwa kiti cha waziri kumaanisha Jakaya Mrisho Kikwete bado angali uongozini. Chama cha CCM chama tawala ni kama hakistaafu, haswa kiongozi anapotoka hakistaafu, anaendelea kuwa kiongozi. Ni swali ambalo kama kwa Tanzania tunastahili kuulizana ili tujue ukweli halisi wa mambo kwa kile ambacho kinaendelea, la sivyo tutakuwa tumeanguka mtihani wa siasa, mtihani wa demokrasia, mtihani wa uwazi, mtihani wa uongozi katika taifa la Tanzania. Nimalizie hapo, tukutane baadaye. Lakini unapotazama kama wewe hauja subscribe, kabla nitamatishe, ni na kuomba tu ichukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe E kengele ili kuendelea kupata taarifa za siri kila wakati wa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV na usisahau kubonyeza alama ya like. Asanteni sana watazamaji wa Tanzania ITV.